Huu anaitwa Yusra Hoza, anasema assalamu alaikum. Kwa mfano shekhe, ikatokea binti ameolewa baada ya mwaka mmoja kupita, ikagundulika aliyekuwa wali wa ndoa yake sio baba yake mzazi. Je, hiyo ndoa inaswihi na mazingira yake itakuwaje? baba yake likuwa wapi? Muulizaji ajaweka wazi, lakini alimuhimu yule aliomuwezesha hakuwa baba mzazi, iyo aekuja kugundulika ushapita mwezi alhamdulillah. Fuqaha wanasema kitu yeyote sharti yake nguzo yake ya dhahiri imekamilika, na huyu shekhe amesimamia au kadhi amesimamia kitu hii, yeye hajapunguza ka sharti, yote kafata, lakini watu hao wamemdanganya. Hii ni kama ni sahihi, hata kama watoto wamepata watoto. Sio, natoa mfano mwingine watu awaelewe shekhe

tangu ile wamesafiriana, hawajaonana muda mrefu, mikutana. Ah, ah, huyu binti ako fulani ah, bora mimi hii nikaha, sio zina, watoto sio zina, maanake mifunga ndoa katika shubha ambayo yeye alikuwa hujui. Si vizuri kama huyu binti sio babake huyu, na baba hana yuko nje, mtoto wa nje wa zina, si vizuri mm. hii ndoa inaenda wala ina, hairudishi ina, ina, ina, ina, ina, ina. Lakini baba alikuwa ipo, hana taarifa, umemdanganya, hii ndoa itakuwa batili, itafunga upya, na watoto ao wamezaliwa, au umekaa muda hii mwezi mmoja au kama na mtoto mimba, mtoto hii ni halali, maanake hawajakusudia wao, hivi vizuri. Lakini kama lakini huyu mume alikuwa hajui, huyu bwana harusi alikuwa hajui, yeye vizuri, binti amdanganya huyu kwake haina dhambi, dhambi iko kwa mwanamke, lakini baba ilikuwa ipo, hajatoa idhini, ndoa ikuwa batil, lazima akawe mbali, baba afungishe ndoa upya. Sasa jawabu kama mbili tatu, kama ilikuwa hana baba, mtoto wa nje ya ndoa, sema vizuri, hana baba, ambaye anadai ndoa ni sahihi, kama kadhi yeye atarudisha